Naam, sasa tuangazie taarifa ya tanzia, ambapo watu saba wamepoteza maisha yao papo hapo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa vibaya, kufuatia ajali mbaya ya barabara iliyotokea asubuhi ya leo eneo la Miasenyi, kaunti ya Taita Taveta kwenye barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Ajali hiyo ilihusisha gari la abiria aina ya matatu ambalo lilikuwa likitoka Nairobi kuelekea Mombasa na lori lililokuwa likitoka upande mwingine ambapo dereva wa matatu alikuwa akijaribu kulipita gari jingine kabla ya kugongana ana kwa ana na lori hilo. Dereva wa matatu hiyo ni miongoni mwa waliofariki huku majeruhi wanapokea matibabu katika Hospitali ya Rufaa ya Moi Voi, kaunti ya Taita Taveta. Especially wakati msimu wa Krismas hao angalifu ah, oh, barabarani hapo hivi haria yetu hapo, ukiangalia kutoka pale juu mpaka pale chini hapo inakwanga mbaya sana hapo hapo mahali, so kenye ngependa kuambia madereva ni drive safe una, unapeleka watu wao wenyewe. Saa hii wanaenda watu, wanaenda sikukuu, wengine wametoka makazi zao, wanaenda live kupatana na watu wao, na itakuwa mbaya sana kama watu watafika ama kwetu, kwa sababu ya ajali. Ni ukeles yes wa madereva, dereva wa matatu na pia na huyu wa lori so ile kitu mimi naweza kuomba wakenya wenzangu madereva wenzangu, awe ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara na muendeshe gari mkiwa na, kama unaona overtaking haiwezekani, usijaribu ku overtake hata kidogo.